Kisa, utu tumeukosa, kama tunajali sana kitu kuliko utu ambao tumefundishwa kwa mujibu wa dini na mwalimu. Tukiwa watu wa namna hii, hatutoweza tena kukaa moja warehemu wazazi, kwa sababu mwisho jana tulikaa na kina Shamamadi wanasema swala la kufanya kisomo itafika stage. Watu wazima wanasema hivyo itafika stage hii swala litakupa mtaani kwetu. Sasa kwa nini h, ikiwa pale sisi tunaishi bado hatujaona mchanganyiko wa watu kutoka, kutoka mm, kwenye mataifa tofauti tofauti, au okay, maeneo tofauti tofauti ujafikia. Sisi bado tunaishi ndugu pale mitaani Leo hii mtu anakwambia ifika steji kisomo kitakuwa hakifanyiki, hatutoweza hmm. tena kuwa rehemu wazee wetu leo. kwa nini e hiyo ikiwa sisi wenye ndugu kwa ndugu sawa sawa kabisa, ah, ni hatari eh, kwa kweli ni hatari. Utamkuta pengine miongozi wa family basi kanda eh. hadharani kumtukana ndugu yake pengine kumtukana mwanawe au kumtukana mjomba wake. Pengine ndio hilo hilo niliosema ni tatizo, pengine masuala ya viwanja, tuseme na sasa hivi ndio mtihani ulio mkubwa sana eh, ndio maana familia zinakatana mapande kabisa. Kuna wengine wajanja wajanja wanachukua sehemu wanauza. Sasa wakiambiwa kwamba hebu tupate utaratibu, basi hapo tena mtu anakwenda ana kumtukana kwa sababu pengine kana nafasi, au pengine kuna wengine ambao yeye mwenyewe ana uwezo naye. Sasa tumefikia katika hali hii kwamba ndugu baba mmoja watu eh, eh, pengine familia moja wanakatana mapande kwa sababu ya maslahi ya kidunia tu. Sasa tunakwenda wapi na tutafikia wapi katika wakati ambapo tumekanywa na vitu hivi? Unganisheni familia zenu, mtume ndo anavyosema, lakini au unganisheni koo zenu, na tutaulizwa mbele ya mwenyezi Mungu subhanahu wa taala namna gani ambavyo tumeziunganisha koo hizo. Lakini leo hii watu wamekuwa ndugu baba mmoja au familia moja wanakatana mapande kwa sababu tu ya maslahi ya kidunia tu au kwa mambo ya kidunia tu. Sasa hatufiki katika hali hiyo. Je, kama wewe ngali vipi swala hili ili kuona watu wanabaki katika umoja wanabaki katika familia zetu? Mwalimu, mimi kabla ya kuendelea mbele katika katikamjadala, kwanza ni wakumbushe tu ndugu wa changiaji ambao wanatusikiliza kupitia ni eh, jambo hili moja kwa moja kutokea kutokea hapa Nungwi tunahitaji sana mawazo na fikra, kwa sababu lengo tunaijenga jamii. Msisahau kuchangia, msisahau kuchangia, kutoa ushauri hapa. Tulipofikia tumepoteza silika yetu, tumepoteza utu wetu, mpaka kinafikia staji sisi wenyewe tunagombana. Kupitia si namba zile ambazo mnazifahamu, mujewani, walau tujadiliane kwa pamoja, nini tufanye, wapi tumekosea, ili tuishi katika misingi ya imani inavyohitaji naosa, wale watu ambao wanatufuatilia moja kwa moja katika masuala mazima ya television, tunapatikana live kupitia The Planet Media moja kwa moja. Naweza mkachangia pia chochote kitu, maana husika ni kwa nini tufanye, ili hizi koo ziendelee kuwa salama, kwa sababu kama tunapika sei kugombana sisi kwa sisi, mwalimu hapa, hatuwezi kupata nusu nzuri tena. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. kwa hiyo Uh, piga simu kupitia nambari sifuri saba saba nne eh, sifuri thalathini na saba sifuri thalathini na nane au sifuri saba saba nane sita nane tisa tisa ili nawe utoe eh, ushauri wako katika hili ambalo tunavozungumza. Bila shaka tuko live kama ambavyo unavyoambiwa, naweza mkafungua wa tu um, wale wenye simu zao kuangalia katika eh, eh, eh, The Planet Media mtatuona live kwamba tunaenda moja kwa yeah, moja hewani. Kwa hiyo eh, kwa wale ambao wana simu zao, so basi wanaweza wakaungana moja kwa moja, pia wakachangia kupitia huko. Lakini kwa wale ambao wanatufuatilia moja kwa moja, wadau mbalimbali eh, unaweza ukatuma SMS, unaweza ukapiga simu kupitia nambari 0774 eh, sifuri saba saba nne eh, sifuri zile koa ambazo zimekata zinasihihiliailia kama hizi jadalalia namnaskuliza wakati tuna tunaongoja mashabiki au wadau ambao wanatufuatilia kabisa kutokea Planet Media live, wanaweza wakachangia chochote hapo, na hawa ambao wanatusubiri simu zao. Mwalimu, mimi nina wazo au nina, kabla ya kutoa wazo wangu nina hili dukuduku kuhusiana na hizi familia ambazo tunagombana leo hii. Maana niseme hawa wanagombana, tunagombana Uislamu, ndugu yake mwislamu kuona uwezo kuelewana na mwislamu wenzio ambao umeunganishwa na mwenyezi Mungu, utaweza kweli kuelewana? Sisi ambao tunaishi nyumba moja, huwezi kabisa, inakuwa ni mtihani. Lini uuulangu litopa bado, tuna dhana ya usasa, ja usasa kwa mba inapuama, na tunapoendekeza usasa, kwamba walii, tunasema dunia inapohama au teknoloji inapohama hamanayo, sasa ni teknoloji na ni watu wa dhaibuni ya wamanaswara na hao Mayahudi, mifumo yao hao wa wa ambao wanahitaji ni kututenganisha ni kutuhitilafisha kwa sababu wanataka tufate mila zao, sawa. Sasa lengo la kufata mila zao lazima kwanza watu bomoe sisi imani moja wakishatugomoa katika imani tayari, lengo linakwenda kuwa na ivi tuteteleke imani zetu. mm -hmm. Wanaangalia sasa, kumekuwa kuna thamani kubwa sana katika ulimwengu mm -hmm. Lakini ili tuuvunje, ili tuugomoe, tufanyeni? Ndio wakaanza sasa kutukitengenezea mifumo ya vitu ambavyo vitakuwa vina thamani, ni matakwa ya binadamu kwa muda huu ambao kabisa. sawa sawa kabisa.

Watu ambao tayari ni duu tofauti na huko tunapotoka, ni vitu gani ambavyo tayari na sababisha hiyo? Kuna mtu hewani ama, eh, uh, swala tumelisikia, tumsikilize kwa mwenye laini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayali.

So, eh, ba Musa unaweza ukapiga. Tena unajua kwamba eh, kidogo ni changamoto, kwa hiyo piga tena ili nawe tukusikilize, mchangilio wako. Unajua tuko live, lakini eh, kuna baadhi yao, eh, kuna mwingine eh, shaka umepiga simu nyingine kwenye laini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Habari -ha za asubuhi. Halo, tunaendelea ku mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. habari za hapo uliko <tiple> tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka mada yetu umeifahamu kutokana na hicho ambacho tunachozungumza, au kwa kwa haya basi tunachokujadili